Karibuni sana marafiki zangu kwenye chaneli yetu pendwa ya Mkolwe Products. Hapa ndipo tunapojifunza siri za vyakula vyenye afya na ladha nzuri. Leo hii tunakwenda kuangazia kiungo kimoja cha kipekee na chenye historia ndefu katika utamaduni wetu, ua la mgomba. Kiungo hiki kina faida nyingi za kiafya ambazo huenda hukuzifahamu. Ua la mgomba linalojulikana pia kama banana blossom au banana flower. Ni ua lenye umbo la machozi na rangi ya zambarau au maroon linalochipuka mwishoni mwa mkungu wa ndizi. Ni kiungo ambacho kimpekua kikitumiwa kwa karne nyingi. Huenda wengi wetu tumekuwa tukiliona tangu utoto, lakini je, tunalifahamu vyema? Ua hili linaweza kutumika katika mapishi mbalimbali mbali, na lina virutubisho vingi. Katika nchi nyingi za Asia Kusini na Kusini Mashariki huliwa kama chakula chenye ladha ya kipekee na faida lukuki kwa afya. Ni sehemu muhimu ya vyakula vya asili na mapishi ya kienyeji. Leo tutazama kwa undani faida hizo za kiafya, na pia nitawashirikisha mapishi rahisi ya kuandaa kitoweo kitamu cha ua la mgomba. Endelea kuwa nami, utajifunza mengi na kufurahia ladha mpya. Ua la mgomba ni chanzo kizuri cha nyuzinyuzi ambazo ni muhimu kwa usagaji wa chakula tumboni na kuboresha mmeng'enyo. japokuwa kwa kiasi kidogo, ua la mgomba lina protini ambazo ni muhimu kwa ujenzi wa misuli na seli. Ua la mgomba vitamin C ambayo huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa. <todicu> lina vitamin ambayo ni muhimu kwa afya ya ngozi na seli pambana ni tikalini 5 <todicu> Uwa la mgomba lina vitamini B kama vile folat ambazo ni muhimu kwa uzalishaji wa seli nyekundu na nishati mwilini. Chapter 6. Lina madini mengi muhimu kama vile potasiamu, kalsiamu na magnesiamu kemura tendazi mzuri li <laughs> Katika sura ya saba, tunazungumzia kuhusu antioxidants dhidi ya sumu mwilini. Ua la mgomba lina antioxidants nyingi ambazo huzuia uharibifu wa seli unaosababishwa na sumu mwilini na hivyo kusaidia kuboresha afya ya mwili kwa ujumla. Chapter 8, mmeng'enyo bora, na ua la mgomba huchangia katika kurekebisha haja kubwa na afya ya utumbo kwa ujumla. Chapter 9, kupunguza mwasho mwilini yana viambato kama flavonoids na tannins vyenye uwezo wa kupunguza uvimbe na maumivu ya mwili. Chapter 10, dhibiti uzito na wala mgomba. Fiber na protini katika wala mgomba huongeza hisia ya kushiba kwa muda mrefu bila kula sana. Kwa hiyo marafiki, tumeona jinsi wala mgomba lilivyo na faida lukuki kwa afya zetu. Ua hili lina virutubisho vingi vinavyosaidia mwili kuwa na nguvu na kinga bora. Ni kiungo chenye matumizi mengi kutoka jikoni hadi tiba ya jadi. Unaweza kutumia ua hili kutengeneza dawa za asili au kuongeza ladha kwenye chakula chako. Jaribu mapishi rahisi na changanya na viungo upendavyo kwa ladha bora. Ua la mgomba linaweza kuleta utofauti mkubwa kwenye mapishi yako ya kila siku. Kumbuka kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Mcolway Products kwa mapishi mengi zaidi na ushauri wa afya Tunakuletea maudhui bora kila wiki. Pia tuache comment hapo chini utuambie ulichojifunza leo, na kama ungependa kuona mapishi zaidi ya uala mgomba. Tunapenda kusikia maoni yako na kujibu maswali yako. Asanteni kwa kuwa nami na tukutane tena katika video nyingine. Usisahau kushare video hii na marafiki zako.